Tovuti za wizara muhimu za serikali nchini Kenya, ikiwemo wizara ya mambo ya ndani, wizara ya afya, wizara ya elimu, wizara ya nishati, kazi na wizara ya maji zimeathiriwa na shambulio la mtandao, jambo lililosababisha wananchi nchini humo kutopata baadhi ya huduma na usumbufu kwa watendaji katika sekta hizo. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya nchini humo ikiwemo Citizen, wananchi wengi wamekosa huduma kupitia tovuti hizo mapema leo Novemba 17, 2025 baada ya wadukuzi kubadili muonekano wa kurasa za na kuweka taarifa zisizokuwa zimeidhinishwa. Baadhi ya maandishi yanayosomeka katika tovuti hizo ni pamoja na Access denied by PCP, We will rise again na White power worldwide. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka za serikali nchini humo hazijatoa tamko lolote rasmi kuhusiana na shambulio hilo. Shambulio hili linakumbusha tukio kama hilo lililowahi kutokea nchini Tanzania, ambapo baadhi ya kaunti za taasisi za serikali zilikumbwa na shambulio la mtandao huku miongoni mwa akaunti zilizoathirika ni pamoja na akaunti ya mtandao wa X ya Jeshi la Polisi pamoja na akaunti ya mtandao wa YouTube ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA.